Kipindi cha utawala wa Magufuli, Mange Kimambi aliandaa maandamano ya kupinga utawala wa kidikteta wa Magufuli kule Marekani. Hey, Magufuli si alikuwa dikteta? Uhuru wote ukafa, maklabu ya kucheza uchini yalikufa, mapedeje wote hatukuwaona. Kwa hiyo ikabidi wazee wa demokrasi waingilie kati. Magufuli ameondoka akaingia mama demokrasia, kila kitu akafungulia. Wacheza uchi nenda huko, kwenye mitandao ya kijamii kila huduma yote ya uchafu naipata. Lakini bado yameandaliwa maanda, ya maandamano mengine ndani ya Marekani hiyo hiyo, kupinga utawala wake kwa sababu anateka watu. Labda kweli anateka wale ambao wana promoti ule utawala wa mister diktato Magufuli, sindio? Kama huyu mama anawateka wale ambao walikuwa wanapromoti umagufuli, kwa nini hawa wazee wa demokrasi wasimsifie kwamba anafanya kazi nzuri? Bali wazee wa demokrasi bado wanamwona, wewe mama, wewe ni hatari kwao, lazima tufanye maandamano hapa Marekani tuonyeshe kwamba wewe sio mzuri. Ngoja nikufundishe kitu. Ukiwa tajiri, una biashara zako, labda una maduka chain of shops, alafu wafanyakazi wako wakawa wanaelewana sana, ni hatari lakini ukiwatengenezea mazingira wale wafanyakazi wako wasiwe wanaaminiana wao kwa wao, ni faida kwako. Matajiri wanaelewa nachokiongea. Sasa matajiri wa dunia hii wanaoitawala hii dunia hawawezi kukubali nchi yoyote iwe na amani na utulivu, kwa sababu ikiwa na amani na utulivu, wataitawala vipi? Kwa sababu ni rahisi hawa watu kuelewana kuwapinga wao. Sijui mnanielewa, Watanzania, nachokiongea. Haya maandamano yaliyofanyika Marekani ya CCM ya Marekani na Chadema ya Marekani. Kwa sababu upande mmoja ulikuwa ni CCM wamevaa kabisa wanasifia Mama Samia maana yake hawa wamelipwa sawa eh? Alafu kulikuwa na akina Chadema hawa hapa ambao wao wanapinga matendo ya mama ya kuteka watu pia hawa wanalipwa. Sasa mtu anaweza kauliza hawa wote wanalipwa na nani? Upande wa Mama Samia utasema ile imetoka kwa Mama Samia kwenda kuwalipa hawa watu kwa account hawa kina Chadema. Kwa sababu hii ni Chadema na CCM. Ukiwa na akili kubwa utajiuliza kwa nini ili tukio limetokea Marekani na sio Urusi, China, Uingereza ilo, kwa, yani ukiwa na big brain, lazima ujiulize hilo swali. Marekani ni mtawala wa dunia, si ndio? Tunakubaliana anaitawala dunia, dunia kwa kutumia nini? Kwa kutumia demokrasi. Kazi ya demokrasia nini? Machafuko. Kwenye machafuko ndio unaweza ukachukua mali za watu. Hakuna njia nyepesi ya kuibia watu kama wakati wana, wana, wana, wana, wana, hawaelewani wao kwa wao. Na hii methodi ilitumika hata kipindi wakoloni ndio wameingia Afrika. Nakumbuka ni mtu kama Museveni aliwe kusema hichi kitu kwamba, kama, kama waafrika tungeelewana, ilikuwa ni ngumu hawa watu kututawala, na wao walijua kabisa, ili tuwezi kuwatawala hao wajinga, pale penye magomvi na kutokuelewana inabidi tuongeze petroli na diesel ili wauane kabisa. sasa hizi pesa ambazo zinamwaga huko Marekani hivi ni za Watanzania. Baresa ana maviwanda mengi sana. Je, wajua kila kiwanda kina mhasibu wake wa kukusanya mapato ya kiwanda hicho na kusimamia matumizi ya hicho kiwanda? Sijui umenielewa ni kitu gani nataka kukuambia. Budget ya kuidestabilize Tanzania inatoka ndani ya Tanzania. You know, capitalism is a network, bro au makapitalist wote wanaoinyonya nchi, kuna sehemu wanapelekaga pesa kwa ajili ya usalama wao, yani to, to put everything on set, nitumie neno la Kiingereza ili kila kitu kiwe katika hali ambayo ni nyepesi wao kufanya mambo yao. Kwa hiyo kuna mfuko wa kuchangia, yani nakosa direct jina la huu mfuko. Namaanisha mabepari wote, namaanisha baresa kina rosta mwazizi kina gsm mabepari wote wakubwa, kuna mfuko anapelekaga pesa. huu mfuko ni mfuko wa kidunia. It's not about only Tanzania. It's national. Kwa sababu wanao itawala hii dunia wa, yani, ni grup la watu wachache sana yani. Kwa hiyo kwenye ule mfuko ndio hela inatokotoka kwa ajili ya kuspice, kuchochea huu uchafu unaouona, sijui unanielewa? Yani hata kama pesa ya Samia imetoka kwa Samia na hii pesa ya kina Chadema inatoka kwa Marekani, lakini ni mfuko ule ule wenye biga brain. Wananielewa wa Tanzania, ili kuwa ziba mdomo hawa watu ambao wanatuombea mabaya, tupambane tuimiliki ardhi yetu, pawa ya sisemu nini? Sisemu ameshika triga ya bunduki au mpini wa kisu, na hiyo triga ya bunduki au huo mpini wa kisu ndio Chadema anacho, anataka pia Chadema anataka ashike triga ya bunduki mpini wa kisu. So sisi kama Watanzania tupiganie nini? Unajua, mimi tukiwa tunaongea, alafu ukataja CHADEMA, ukataja CCM cha umma, nitakwambia ni nchi ipi imejengwa na chama cha siasa. Mimi nitakuuliza ni taifa lipi limeletewa maendeleo na chama cha kisiasa? Chama cha kisiasa chochote ni dalali wa kukuuza wewe kwa mabepari, unyonywe, ufanywe wanavyoweza kuufanya CCM, ameshika trigger ya bunduki. Watanzania, tujimobilize, tunataka hiyo trigger. CCM anashikilia rasilimali za nchi yetu, so the only way kuua ujinga wa pesa zetu kwenda kuwalipa walalanje wa Marekani kuichafua taifa letu, kwa sababu media za dunia siza Marekani. Kwa hiyo pesa zetu zimechukuliwa kwenda kuwalipa walala nje wa Marekani kusema kwamba Tanzania sio salama. Au Tanzania ni nchi nzuri. Hawa ni wala wala nje, sio wa Tanzania hao. Yakobo Kinyemi uko wapi? Kakimbia? Yeah, shame on you. Nini, angalia? You angalia, paying Mexican to to protest. Ah, ah, ah, Kiswahili. Ongea I say, waandamanaji tunaenda ubalozi wa Tanzania. Tutakuwa nje pale kwa muda. Tutachoma mishumaa kuwakumbuka waliopotea tutakaa chini pale ya yeah. so yeah, tunaenda kwenye ubalozi wa Tanzania sasa hivi. Kwa hiyo kama unakuja kwenye maandamano, tafadhali njoo moja kwa moja kwenye ubalozi wa Tanzania. Tunaenda, tutakuwa pale nje, tutachoma mishumaa kwa kuwakumbuka wale ambao wamepotea na kuwawa na serikali ya Samia. Ndio tunaelekea huko, tutakuwa tumefika pale dakika 15 a kutoka hapa IMF mpaka ubalozi wa Tanzania ni kama dakika 15 tu kutembea. hata kipindi cha mangi walikuwa ni walala nje, wale wa Marekani, ma homeless Marekani. Ni nchi kumpata mtu yoyote kwa jambo lolote ni rahisi mno, kwa sababu ya njaa iliyopo. Kumwambia mtu bana, kuna dola mia tatu hapa, vua nguo nikupige picha, kitu kirahisi sana. Matangazo yao yako mitandaoni huko, au mapono sta au kwani wanapatikanaji? Matangazo yao yako huko mitandaoni na wanawapata kirahisi tu. Ndo maana dada yetu Sharifa anatuambia Marekani ni peponi, kwa sababu ni rahisi kupata pesa Marekani kuliko nchi yoyote Power ya sisem ni kwamba yeye ndio anaimiliki nchi nzima na anaidalalia anavyotaka. Okay, leo hii tumeamua kufanya uchaguzi si wa Tanzania, tukampa Tundu Lisu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wao nafikiri kule Marekani bado ma ma maandamano hayatakuwa yanafanyika tena, sisem tutakuwa unafanya maandamano kwamba Tundu Lisu sio rais mzuri, ukampa ACT Wazalendo Zitto Kabwe rais wa nchi Chauma atakuwa anafanya maandamano. Yaani, huu upumbavu utaendelea na kuendelea na kuendelea, kwa sababu hivi vyama vya kisiasa ni madalali wa watawala wa dunia. Kwa nini nchi ambazo hazina maajenti waawa wa madalali waawa wamiliki wa, wa, wa dunia, namaanisha hakuna siasa za vyama vingi? Huoni huu ujinga? Mimi ushauri wangu ni ule ule, we need is Tanzania to take control of our economy Angalia sifa ambazo anazopewa mama Samia na wasanii wetu wanavyomwimba. Unafikiri maneno yote hayo hao wasanii wetu wanayatoa wapi? Kwa sababu CCM ndio inayowapa kula. Ndugu yangu, mtu anayekupa kula ndio anayekutawala wewe. Kama unaweza kujitafutia ugali wako mwenyewe, nani atakuendesha? So wasanii wetu wanaendeshwa na CCM, maisha yao yanaendeshwa na CCM, lazima waiabudu CCM. Walimwengu hatupendi taifa linaloongea lugha moja ya maendeleo hiyo nchi hatuwezi kukubali kabisa. Sisi walimwengu, tutawekeza kiasi chochote cha fedha, tuhakikishe tunatengeneza machafuko na kuto kuelewana kwa gharama yoyote. Mtu akajiuliza, tunatokaje kwenye hiyo? Barabara zote CCM anawadalalia Wachina, si ndio unataka kuniambia? Kwani zile barabara zikishadalaliwa Wachina, Wachina wanajenga, Wachina si Watanzania wanaendesha na masikaveta. Kuna watu pro hamjui saini ambazo CCM imesaini na walimwengu. Dunia haipo kwenye world order tena. Mimi vitu navyoviongeaga na vipata, kwa sababu dunia imesha pasuka pasuka vipande. We are not in the world order no more. Ndio maana nakuwa na ujasiri wa kuambia Watanzania tunataka tuumiliki uchumi wetu, kwa sababu uchumi ndio silaha. Kwani Amerika anataka kuiharibu china nini? Si uchumi wa China? hatari ya China sio yale mabomu na, ma na masilaha huwezi kununua bunduki kama hujamiliki milioni hamsini mia mfukoni, manake milioni mia si ndio uchumi? So kama tutamiliki uchumi wetu sisi, CC, CCM sanakuwa kawaida tu, kila unapokanyaga unaambiwa nyumba ya ni nchini CCM. Yaani CCM hizi nyumba zote zimeandikwa CCM zinatakiwa ziwe za JKT. Hivi viwanja vya mipira vimeandikwa vimeandikwa sijui Aliasan Mwinyi JKT, Aliasan Mwinyi property zote za CCM zinatakiwa ziingie kwa JKT. CCM akapange kama akina Chadema na Chauma mali ni za Watanzania sio za CCM. CCM ni agent wa Western. Chadema ni agent wa Western. Chauma ni agent wa Western. Unaingia nyumba ya CCM kama yani sijui kama unaingia wapi yani. Unamwabudu yule mtu hizi nyumba ambazo bendera ya CCM ina fly nza kutoa. Mimi ninachokipigania ndugu zangu ni ile trigger ambayo CCM ameishikilia ije kwetu sisi wenye akili kubwa ndo wanaonielewa. Kwa maigizo mlioyaona kule New York, sijui Washington, sijui wapi huko Marekani, watu wamelipwa pesa kuspice machafuko ambayo yanaandaliwa hapa nchini kwetu. Pia naomba niwaulize maswali nyi, ambao mmegawanyika kwa hizi hizi imani mbili, imani CCM na imani Chadema, tukikiwasha kwelikweli anayefaidika ni nani? Tumeamua kuichoma nchi nzima yani like Kenya kipindi hicho, au like Madagascar, anayefaidika ni nani? Wewe nijibu wanafikiri unamkomoa Samia tukiamua kuiwasha nchi nzima, wanafikiri unamkomoa Samia <coughs> Samia yuko protected kuliko unavyojua wewe. Huyo Heche yuko protected, Tundu Lissu yuko protected. Hao ni puppet wa Western, wana ulinzi ambao hu hujui. Watanzania, kikiwaka hii nchi ni yetu. Kuna watu wanaambia nimelambishwa asali, asali gani? Hebu yani like ushaona mimi na usha, tangia waanze kunisikiliza mimi, umeshaona kuna sehemu nimekuambia kutoba tunatiki Huy alietuandikia kwamba kila baada ya miaka mitano tufanye uchaguzi ni nani? yanichachkujuuliza ni hilo ni, ni, ni, ni swali kwamba kila baada ya miaka mitano a tufanye uchaguzi na ukikataa, polisi in akutafute, kusama, kwa wanini unapinga katiba. So, polisi anatumwa na serikali na serikali inatumwa na, na serikali nyingine, ko lazima uelewe hicho kitu, najua dunia inavyoendeshwa, nakupa siri No, no, no. Kwa sababu hawa wa kutuma tunatiki wanataka waendelee kushika huo mpini wa kukunyonya wewe ndiyo maana mimi nakuhubiria we need to take charge of our economy sababu si lazima uchumi je, leo hii tumekamata uchumi wetu au CCM sana kwa kawaida tu, Chadema cha umma atakwambia nini? Umekula umeshiba una kazi yako unataka Simba na Yanga tu. Wachina hawazagi siasa, wanaanza kujenga nchi yao. Warusi hawazi siasa, wanaanza kujenga nchi yao. Watanzania wana siasa, wote ni maagenti ya wakoloni wanasiasa na wanadini. Nisisahau, unafikiri wana dini imekuja kukuletea maendeleo eh? Chunguza vizuri, kumbuka sijaacha kusali kizuri, wameniletea Mungu wa kweli, mimi naisali vizuri tu, lakini I do not follow their script. Sifatagi skripti zao katika kusali kwangu. Dini yangu namba moja, naamini ni kugawana riziki. So, mkisha gawana riziki, amani na upendo unakuwepo. Hamwezi kugawana riziki alafu bado muindane muwani, hicho kitu hakipo Watanzania dini ya kweli kabisa ni kugawana riski, ndo naamini achana. Na Yesu sijui nakina nani, hiyo hiyo ni bullshit. Lakini kama tunalima mahindi tunagawana kwa upendo, mi naamini hiyo ndo dini. Kwa nini Mungu aumbe riski kabla hajatuumba sisi manadami? Kwa sababu Mungu alijua stress kubwa ya mwanadamu itakuwa ni riski. Sasa kwa nini mmoja acontrol riski alafu amgaiye mgini kwa masharti yake yeye anavyotaka yeye? Mbona mjulizaji a maswali mekalia tu, Oktoba tunatiki sijui, no reform, no election. Hata ikifanyiwa reform unajua utafanya reform gani we? kama wenzako wanapigania wana, wana reform ya wao kuimiliki nchi ili wao nao wadalalie. Ndio maana mimi nakwambia reform ya kweli ni JKT imiliki uchumi wa nchi, kwa sababu JKT ni mimi na wewe, tunazalisha na tutauza yani nchi kisha. Sio kwenye JKT, mimi na uwezo wa kutengeneza product na nikaiuza Tanzania nzima, na inalindwa vizuri na JKT. JKT anapata commission na mimi napata commission, maisha yanaenda. Kama kuna ujuzi na utaka ndani ya JKT, Watanzania wana, wana, wana maujuzi kibao tumegawanywa vipande vipande, alafu alau tunanyonywa, tunafanywa yaani tunafanywa kama watoto wadogo yaani. Sasa na watu wanagombania mpira wa miguu, afu ukaja na mipira mingi ukawagaia, lakini bado hawataki huo mpira unawagaia wao, wanataka wagombanie ule ule, si unapata hiyo picha? Yaani jaribu kukupa picha mchezo unaochezwa na hao wenye umiliki dunia, ambapo basically hali halisi they've lost the control of the world, world order haipo tena. Ndio maana nawapa siri, hakuna world order tena. ndio maana naisisitiza serikali yangu kwamba

so jesehemu hatuweke kwenye mfuko wake, sio maanake. Watanzania, Tanzania haitajengwa na CCM. Tanzania haitajengwa na Chadema cha uma, hao wote ni madalali. Tanzania itajengwa na watanzania wenyewe na jeshi lao la kujenga taifa. Jeshi la kujenga taifa ni kila Mtanzania, tuelimike tusiwasome.